Unaweza ukawa unajiuliza inakuwaje wachambuzi wa mpira wanakuja na data ambazo zinaonyesha kwamba mchezaji fulani mikimbio yake mingi ilikuwa ni eneo fulani la uwanja, mchezaji fulani mbio yake ya mwisho ilikuwa ni hii, mbio yake ya wastani ilikuwa ni hii, mchezaji fulani aligusa mipira mara ngapi katika eneo lipi. Unaweza ukawa unajiuliza ni teknolojia gani ipo nyuma ya hii kitu. Kunakuwa na vitu vitatu nyuma ya huu mfumo mzima. Kitu cha kwanza ni kifaa ambacho kinavaliwa na mchezaji mwilini, naitwa wearable GPS tracker. Kifaa cha pili ni mfumo mzima wa kamera ambao mara nyingi unafungwa juu ya uwanja unaitwa optical tracking system. Lakini kifaa cha tatu ambacho kinahusika kwenye mfumo mzima huu ndio ubongo mzima wa huu mfumo, ni kifaa cha akili mnemba, ni AI data analysis. Kwanza na wearable GPS tracker. Hii mara nyingi huvaliwa kwenye nguo inayofanania na vest. Kifaa chenyewe kinakuwa upande wa nyuma, yani mgongoni kwa mchezaji, ni kifaa kidogo tu saizi ya saa. Hiki kifaa ndiyo ambacho kinaweza katupa data za umbali wa kilomita ambazo mchezaji amekimbia, kiasi cha juu na cha wastani cha i, mikimbio yake, idadi ya mikimbio ile ya kasi, yani sprints, na muda aliyotumia kwenye eneo fulani la uwanja Tukija upande wa optical tracking system, hii ni kamera maalum ambayo mara nyingi huwekwa juu ya uwanja, na hii hufuatilia kila mchezaji kwa kutumia uono computer, yani computer vision. Mfumo huu unaweza kutuonyesha ramani ya harakati za mchezaji, ile heat map, muda aliyotumia kwenye maeneo tofauti tofauti ya uwanja, mwelekeo wa harakati na mwingiliano na wachezaji wengine ndani ya uwanja. Sasa data yote iliyokusanywa, ndipo inapelekwa kwenye hii mfumo wa akili mnemba AI. Data hiyo huchambuliwa na kutoa taarifa za utendaji, uchovu, na hata wakati fulani kusaidia makocha kupanga mbinu bora zaidi. Lakini hasa tulikuwa tunagusa upande wa wachambuzi. Kwa hiyo mchambuzi anapozungumza kwamba mchezaji fulani alikuwa anakatiza sana eneo fulani, alikuwa ni hatari akiwa eneo fulani, basi mfumo mzima huo ndio ambao natulisha